Mgomo wa wahudumu wa matatu uliotatiza shughuli za uchukuzi maeneo mbalimbali nchini. Wahudumu hao wanalalamikia ongezeko la visa vya kuteketezwa kwa magari yao kila mara mzozo unapoibuka kati yao na wahudumu wa bodaboda. Wahudumu hao wameapa kuendeleza mgomo huo kila Jumatatu hadi pale serikali itakapoangazia maslahi yao kwa kuwachukulia hatua wanaoteketeza na kuyaharibu magari ya uchukuzi wa umma. James Mwangi anafungua kazi za taarifa hizi jioni ya leo. Shughuli za usafiri zilitatizika maeneo mbalimbali mbali nchini kufuatia mgomo wa wahudumu wa matatu ambao wanalalamikia ongezeko la visa vya kuteketezwa kwa magari yao kila mara mzozo unapoibuka kati yao na wahudumu wa bodaboda.

Jijini Nairobi, magari yalitumika kuziba baadhi ya barabara ili kuzuia usafiri wa magari. Maafisa wa polisi wakikabiliana na wahudumu wa matatu, baadhi yao wakikamatwa huku polisi wakitoa na kubeba nambari za usajili ya baadhi ya magari yaliyotumika kuziba barabara.

we want them released because this is the same reason we are on the road these operations must start and we must be listened wahudumu hawa wanalalamikia kunyanyaswa na polisi walipokuwa wanaendeleza mgomo huo huku wakiapa kuendeleza mgomo wao kila Jumatatu hadi pale serikali itakapoangazia maslahi yao so today it is the beginning and on Monday we are back and we know

We are waiting for the government to call us on the table. Failure to which on Monday, it will be better and it will be bigger. Mgomo huu uliendelezwa licha ya kundi moja la wamiliki wa matatu kukutana na kamanda wa polisi jijini Nairobi, George Seda, na kutangaza kusitishwa kwa mgomo huo. James Mwangi, Undugu TV.